E bwana, hili ndo chimbo la kupata PC za Apple kwa bei rahisi kabisa. Leo na ofa kwa ajili yako, hakikisha una follow page yetu. E bwana, hapa nina MacBook Air kama unavyoona. Ni moja ya PC ambayo ni nyembamba zaidi duniani. Popote unapoingia nayo hii machine respect. E bwana, hii nataka laki tatu na themanini tu. Laki tatu themanini. Hapa nina Pro ya nchi kumi na tatu hii hapa, kama unavyoona. Hii ni Pro nchi kumi na tatu ina hard disk ya mia tano 5 good condition kama unavyoona hivi, hii nataka laki nne na hamsini. Hapa nina MacBook Pro Retina, na isi meona hii hii retina, jamani, kwa wale watu wangu wa grafiki hapa ndo penyewe, na isi meona display ilivyokuwa kali. Hii ni kompyuta ya wana grafiki, wale ma DJs, retina hii hapa Kwani unajua nataka bei gani? nataka laki sita na sabini tu, sita na sabini tu. utawapata wapi retina kwa bei hiyo? hapa nina MacBook Pro nchi kumi na tano hii hapa, kama unavyoona, good condition kabisa. nisimeona hii ni nchi kumi na tano. hii nataka laki nne na hamsini, na kupa tena bei laki nne na hamsini. laki sita na sabini, laki nne na hamsini. alafu hapa pana kiwembe hichi hapa. Laki tatu themanini ni tu. Ni cheki haraka sana namba yangu ni moja tu. Sifuri sita tano sita tisa nne nane moja tisini. Ukihitaji kwa haraka zaidi, nipigie. Sifuri sita tano sita tisa nne nane moja tisini. Hakikisha na follow poji yetu, kwa ajili ya kupata ofa nyingine, nzuri zaidi, kwa haraka sana. Mzigo uko vizuri kabisa kama unavyoona. Apple original kabisa. Popote unapoingia nayo, respect. Jozaku.